Wapendwa mabibi na mabwana, tunazungumza juu ya wakati wa kutoka na tunapozungumza juu ya sense of purpose, mambo ya psychology, mambo ya philosophy, theology, economy mahali ambako tunaondoka kwenye depression kubwa ya kiuchumi na hali ngumu ya kimaisha na magonjwa na madhaifu na ufukara na umaskini, na jioni ya leo nataka kuzungumza juu ya from testi to testimony, from testi to testi T -t -t -t -t -t -t testimony, ya kwamba Mungu atawatoa kutoka mahali ambako tumegandamizwa na kuonewa, lakini hatutabakia pale. Mungu ameamuru baraka katika kinywa chake mwenyewe, katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa kwanza mstari wa 27 na wa 28. Bwana Mungu akasema Naam, akawabariki watu alipowaumba. Neno la kwanza akatamka juu ya kuongezeka na kuzidi na kuzalisha na kumiliki na kutawala. Mambo hayo matatu, manne, si matano: kumiliki, kutawala, kuongezeka, kuzidi na kuzalisha. Haya ni mambo ambayo ukiangalia kwa haraka huwezi kujua, lakini hasa nguvu ya umiliki na utawala, hasa nguvu ya umiliki na utawala, nataka kuzungumza juu ya, ya financial freedom na economic freedom ya wale watu ambao walionewa. Na tukiangalia case study ya wana wa Israeli walipokuwa Misri katika utumwa wa miaka mia nne na hamsini Biblia inasema siku ambayo Mungu aliwatoa kutoka Misri hawakutoka kitupu. Biblia inasema waliwateka wa Misri nyara, hawakutoka kitupu walitoka wakiwa wameazima vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Mungu aliachilia kibali cha kuwezesha vitu ambavyo haviwezekani, kwa sababu Mungu anaposema, what are you doing here? Ni kitu gani unafanya hapa? Na kama Mungu amesema ame, ametabiri juu ya Afrika, na akasema waziwazi, wabarikiwe watu wangu Afrika ambao watakuwa baraka kati ya dunia, uwe na hakika usiulizeulize itakavyokuwa a, -a. Divine power from heaven it shall drive, na hayo mambo yatatokea kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache wanaosema amina waseme amina, haleluya. Katika kitabu cha Isaya kumi na tisa tafadhali hebu niekee kumi na tisa Isaya kumi na tisa mstari wa ishirini na nne na wa ishirini na tano Isaya kumi na 24 na 25 Isaya 19 24 25. Biblia anasema katika siku hizo, Israeli atakuwa watatu pamoja na Misri na Ashuru. Israel economical financially atakuwa watatu pamoja na Misri na Ashuru, watakuwa baraka kati ya dunia, watakuwa baraka kati ya dunia, kwa kuwa Bwana wa majeshi amewabariki akisema hivyo ndivyo Mungu alivyobariki, wabarikiwe watu wangu Misri, yaani wabarikiwe watu wangu Afrika, kwamba wao wawe wa kwanza kubarikiwa. Wa pili Asia, ndio hao wa Japani, wa China na wengine, wa pili Asia, wa tatu. Na kazi ya mikono yangu, na wewe Israeli urithi wangu. Tarudia tena, kwa kuwa Bwana wa majeshi amewabariki akisema, wabarikiwe watu wangu Misri, na wewe Ashuru kazi ya mikono yangu na wewe Israeli urithi wangu. Waashuru ni waasia wa au waasia. Hebu punga mkono wako wa Afrika, wachache wanaoamini wa wangesema amina. Alafu nampigia Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Hasa kile nachozungumza hapa, nasema ni divine favor. Saa ilipofika ya kutoka, hawa waliambiwa nguvu ya kutoka mahali walipotoka, mahali ambako mungu aliwatoa waliokuwa wamegandamizwa hawakuwahi kutoka kwa nguvu zao hata siku moja, hata Elia, magari ya moto yalitumwa kutoka mbinguni kuja kumchukua. Hakuna mtu aliyewahi kutoka mahali alipoonewa akatoka kwa nguvu zake. Oh my God, kwa maana hakuna askari yoyote anayekwenda jeshini kwa gharama zake wenyewe. Kama umetumwa jeshini, wale waliokutuma na serikali iliyokutuma jeshini inagharamia utaona askari wa jeshi anaomba hela za mkopo au anaomba harambee ya kununua uniform na bunduki? Never. Kama serikali imekutuma au kikosi kimekutuma na gharama ya kule ulikokwenda inalipwa na mimi, nakuambia mahali ambako Afrika imetumwa mbingu zitagharamia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, unaweza ukazalisha. Na wa Afrika tulizalisha sana sana wamezalishia dunia, wameuzwa watumwa, wamefanya kazi ya kuleta ma, maendeleo duniani, wamekuwa main power ya dunia nzima. Hilo linajulikana, lakini swala la pili ambalo Mungu ataachilia upako na neema katika siku za usoni ni kumiliki na kutawala. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God! Hebu inua mkono wako pamoja na mimi nipungie, nataka kukuona kumiliki na kutawala. Hebu mwambie jirani yako kumiliki na kutawala kumiliki na kutawala. Mwambie tena kumiliki na kutawala. Mwambie tena kumiliki na kutawala. Nguvu ya kumiliki na kutawala, nguvu ya kumiliki na kutawala. Na hayo ndiyo maombi ambayo nitaomba sana upate nafasi ya kuyaombea kwenye maisha ya kwako, na ninajua wengine mmeshaanza wala hamjui kama mmeanzaanzaje, lakini nataka nikuhakikishie, nguvu ya kumiliki na kutawala iko juu yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, washindi waseme amina, haleluya. Labda nifundishe kwa kifupi tu, napozungumza juu ya economic freedom na financial freedom ya mtu mweusi au kijana wa Kiafrika, ninataka kuangalia baadhi ya vitu vichache vyenye nguvu ya kumiliki na utawala, nguvu ya kumiliki kitu na utawala. Nasema hii ni biblia yangu, naimiliki, this is mine ya mkopo wa benki hata this is mine. Sasa naomba unisikilize sawasawa sawa. Mimi na kuwepo kanisani ni mchungaji, nawahudumia watu wa Mungu, lakini kwa neema ya Mungu pia nimepata nafasi ya kusafiri safiri kwenye pembe za dunia, na moja ya vitu nilikuwa najaribu kuangalia ni research ya umiliki kati ya mtu mweusi umiliki na utawala wa vitu kati ya mtu mweusi na umiliki na utawala wa vitu na watu wengine, majirani zetu ambao tutawazima vyombo siku za jirani. Hebu punganisi wataje majirani zetu ambao tutawazima vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu. Hebu inua mkono wako pamoja na mimi. Haleluya! Sasa leo, kwa mfano, kile ambacho nimegundua, nimegundua pia vijana wengi wa Kiafrika kwa sasa kwa neema ya ajabu wanamiliki vitu vingi sana, wameanza kumiliki vitu kwa vya kwao, tofauti na majirani zetu. Sitaki wataja majina, maanake nikienda kubisha hodi ya kuwazima vitu wasinirudishi. Hebu punga mkono pamoja nami, maanake <laughs> nitakwenda bwana ameniambia, lazima nikaazime huko vya fedha na vya dhahabu. Haleluya! Ngoja nikuambie leo, ofisini kwangu leo leo nilikuwa nafanya uh, counseling na maombi na kijana mmoja Mwafrika amezaliwa 1985 Mswahili wa kawaida, ametoka kwenye familia za kawaida, na alipita ofisini kwangu kuniaga, ana safari kwenda China. Na huyu dogo, mvulana mdogo tu wa mwaka 1985 anamiliki kiwanda China. Ilibidi nimwite Lukas. Naam, 89 eh? Ah, Lucas nilimuita nikamwambia Lucas, hebu njoo kwanza uone maajabu yale niliyohubiri asubuhi. Sema, mchungaji, asubuhi ulihubiri. Nikasema mchungaji anajua anachongea, anajua tunamiliki nini sisi. Kijana wa 1985 anamiliki 89, sio sii, kwani 85, napunguza miaka mingapi? Minne. Shindwa shetani katika jina la Yesu. Ibilisi, nataka kurudisha miaka nyuma, toka roho la kuchelewesha, hebu punga mkono pamoja <laughs> 1989 karibu na 90 anamiliki kiwanda China, investment ya pale ambako hizo material tu kununua eneo kujenga na ametuonyesha mipicha mimi, hivi sikuchukua zile picha, ningezionyesha hapa. Na mimi si nimekuwaje, maanake niliduaa mno. Ningechukua zile picha, ningewaonyesha, hichi ni kiwanda kilicho China cha mtoto wa miaka michache wa elfu moja mia tisa na themanini na tisa anamiliki kiwanda China, kununua ardhi kujenga majengo na nini, ameweka pale. Ananiambia nimeweka tu hela kidogo Mchungaji, kama bilioni tano. Nikachoka nikamwambia imekuaje? Akaniambia huwezi kuamini, ni mafundisho. Kaza kijana wa 89 ni walini ananiambia, ni mafundisho ya kwenye hii madhabahu, nimetembea nayo na Mungu amenifikisha hapa, anamiliki. Nikamwambia basi wewe, wewe tumekufanyia sendefu, hebu nenda, tangulia wenzako wanakuja. Si tu China, tutamiliki dunia nzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa ukiangalia umri wake na hayo anayotueleza na mpango alionao, na ukiangalia maisha yake, si kitu cha kawaida ya baba yake. Lakini vijana wa Kiafrika, engineer Good luck Benjamin, Abel na wengine na wengine waliokuwa hapa, kila mmoja amekuja na gari yake, sio ya benki, hawajakopa. Wana gari wamepaki hapo, wanamiliki na kutawala. Unajua wanaweza wakaona hicho ni kitu cha kawaida sana kwenye maisha yao, hakijawahi kuwa kitu cha kawaida, ni muujiza kwa sababu mimi nimeenda Marekani na nimeangalia watu wanaishi kwa, kwa mkopo kwa hali ya juu. Mtu anakopa anatembea na gari lakini amekopa, anaishi kwenye nyumba lakini amekopa, ana, ana, anafanya hiki lakini amekopa, na anatembea na mkopo wa miaka kumi wa miaka ishirini wa miaka thelathini wa miaka hamsini wa miaka sabini watu wana mikopo, wanaishi kwa mkopo. Lakini nataka nikuambie hata huko nilikokwenda nikakutana na watu weusi walio wengi wana vitu wanamiliki vinavyoshikika kwa mikono yao, wanasema this is mine, hii ni ya kwangu. Na ukiona hivyo uwe na hakika, hiyo ni dalili ya kwamba Mungu ameanza kutenda kitu cha umiliki na utawala kwenye mikono ya watu. Unapita unakuta kuna nyumba za watoto wadogo, kuna vijana wamejenga nyumba, yaani nyumba nzuri, kutoka msingi mpaka finishing na hajakopa. Ni nyumba ya kwake, anamiliki wengine wanamiliki saluni, wengine wanamiliki makampuni, wengine wana, wanamiliki vitu. Ukiwaangalia umri wao na vitu wanavyomiliki huwezi kuamini, lakini unaweza ukashangaa ukaamini, ni, ni kitu cha kawaida. Mimi nakwambia ukienda huko ughaibuni ukaona watu wanaishi na mkopo, unaona wengine wanakuja wanapanda mlima Kilimanjaro, wengine wanakwenda Ngorongoro. Huo ni mkopo, atakwenda kuulipa kwa miaka kumi. Utaamini unaweza kafikiri amekuja kustarehe, kuja kuogelea vichi za Zanzibar. Huo ni mkopo, anasafiria tiketi ya mkopo, ameweka bondi vitu, anakuja hapo, atakwenda kulipa kwa miaka kumi, miaka mingapi? Lakini walio wengi wa Kiafrika hapa wakiondoka kwenda mahali, hata kama wameamua kwenda Zanzibar kwa hela yao, wakiamua kujenga kwa hela yao, wakiamua kununua gari kwa hela yao, si kama kuna watu wanaonielewa sawasawa hapa. Kwa nini? Nguvu ya kumiliki na kutawala iliyoachiliwa juu ya vijana wa Kiafrika, hiyo ni nguvu ya kimungu na ni nguvu ya ajabu na haitazuiliwa. Washindi wangesema amina na wangempigia Jehova vigelegele vya shangwe, haleluya. Niliwahi kuzungumza hapa, na acha nizungumze. Nilikwenda Kentucky na kule kuna kijana vijana, vijana waliokuwa wamekaa kwenye kambi hapa hapa kwetu Kigoma, wamekaa hapo Nyarugusu kwa muda mrefu miaka kumi na nane wamekaa kambini, mwisho waka wakaondoka wakapata ile bahati ya kutafutiwa makazi ni wa Kongo, wakatafutiwa makazi kule Kentucky. Na alipofika Kentucky wakasikia nahubiri hapa, wakaenda kutafuta nyumba, wakatafuta mashirika, makampuni yanayojenga nyumba, wakasema, mimi tumesikia mchungaji wetu anahubiri habari ya kukaa kwenye nyumba na kupanga kwenye nyumba sio haki yetu, na tumekaa kwenye nyumba kama za wakimbizi wakaondoka wakaenda kutafuta kampuni inayojenga nyumba, na wakasema tunataka nyumba. Wakatafuta location ambayo ni executive, yani ni masaki ya hapa Tanzania. Halafu walipoambiwa uh, walipofika wakasema, waka, wakaulizwa kwanza, tunaomba mtuambie kazi yenu, halafu ninyi ni wa, ni mnatokea wapi? Sema sisi kwa sasa ni wa Marekani, tuna vibali hapa, tuna uraia, lakini tumetokea Kongo, ni wakimbizi. Wakaambia mnatakiwa mkae kwanza mpate kahawa, wakapewa kahawa, wakaulizwa mnatafuta nyumba za wapi? Wakachagua kule kule amba, akasema, no kuna nyingine ambazo angalau zinafanana na ninyi kule, mlikochagua kwanza ni very expensive, lakini pia kuna kawa white tupu, hakuna hata black hata mmoja. Akasema sisi tunataka kule. Nakwambia walibishana siku nzima, wanawambia ninyi inaonekana mna ugonjwa wa akili, nani aliwaambia mnaweza mkamiliki nyumba kule uzunguni? Akasema tuliambiwa na mchungaji wetu. Yuko wapi? Yuko Afrika Kijitonyama kwa alimaua hoi. Wakaona sasa hawa ni wakwenda kulaza sakatrik halafu, wakawasumbua siku nzima. Siku ya pili wakawaita, lakini wakawaandalia makansela wakiamini ya kwamba wamepata kama mental attack, yani wamepata kama uh, shida ya akili. Waliporudi wakazungumza almost karibu masaa matatu, wanasema sisi kwani yaani mbona mtuambie hata manake hata bei hawajawaambia maanake hawaamini walivyopinda kama dawa ya mbu wakaonekana kama ni wagonjwa yaani mnatoka ukimbizini kongo afrika mnakuja kununua nyumba eneo la uzunguni nyewe mnakicha mwisho wakauliza jamani bei gani kwani hizo so nyumba zinauzwa wakasema tunauzwa dola laki tano hiyo nyumba inauzwa dola laki tano na mortgage yake ili uweke uweze kupewa nyumba unatakiwa uweke dola laki moja. Wakasema, mbona sisi wenyewe tuna dola laki tatu, tunaanza na laki tatu. Wakawa ni watu wa kwanza kwenye hilo shirika tangu hiyo kampuni imeanza kujenga nyumba, wakawa wa kwanza kulipa hiyo down payment, hiyo dola dola laki tatu. Wakawa ni wa kwanza kulipa tangu hiyo kampuni imeanza kufanya kazi. That is Africa my oh my god, oh my god. Wakaenda wakapewa ile nyumba alafu ndani ya mwaka wa miaka miwili wakamalizia na dola zile nyingine mia mbili. Do, do, dola mia mbili wakamaliza zote, dola mia tano. Sasa wakamiliki nyumba, wakawa ni watu wa kwanza. Eneo hilo lote lina white watupu wote wanadaiwa lakini wale wanamiliki na wanatawala. Kama kuna watu wachache hapa, wangempigia Jehova vigelegele. Oh my God, oh my god. Acha nitangaze hivi leo, wenyewe wa ukiwaona, mpaka kesho huyu engineer alikuwa Kentucky, juzi alikuwa kuna kwenye hiyo nyumba, manake naweza mkavi, natoa shuhuda. Bwana uliona, ujaiona. Sasa white tupu, weupe wa tupu, hakuna mweusi hata mmoja, wao ndio wako hapo kama doa kwenye nguo nyeupe. Nataka nikuambie na mpaka kesho wale majirani zao wote walionunua nyumba kwenye hilo shirika hawajawahi kufika hata nusu ya mkopo lakini, wao wameshakilia mkopo. Wako wapi vijana wachache wanaosema saa ya kutoka, nisaidie kuhatikisa watu wawili watatu, waambie from test to testimony. Oh my God, waambie tena from test to testimony. Na mimi ninatangaza kwenye madhabahu, jioni ya leo pawepo na nguvu, na uwe na nguvu ya kuongezeka. Wako wapi watu wachache hapa wanaosema amina? Ninasema uwepo na nguvu ya kuongezeka, uwepo na nguvu ya kumiliki, uwepo na nguvu ya kutawala. Wako wapi watawala wali Yoko hapa wako wapi watu wanaosema Jehova nitakwenda kumiliki kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe na kwa nguvu ya neno la Mungu na kutangazia uwezo wa kumiliki kwa jina la Yesu Kristo nenda ukamiliki kaskazini nenda ukamiliki na kusini nenda ukamiliki na magharibi wako wapi watu wachache wanaonielewa hapa wangeinua mikono yao na wangepiga wangempigia Jehova wange vigelegele vya shangwe Hayo makofi atoshi, piga tena, Yesu asikie. Haya, Biblia inasema ilipofika saa ya kutoka ya Waisraeli, wala serikali wala mamlaka wala wa Misri hawakuweza kuwazuia, na hawakuondoka kitupu. Biblia inasema wakawateka nyara, wakawazima vitu vya fedha na vya dhahabu, wakatoka. Mungu akawapa divine favor. Ninaongea na vijana wachache wa Kiafrika waliookoka wangempigia Jehova vigelegele vya shangwe. Ninaongea na wazazi ambao wana watoto wa Kiafrika wangeinua mikono yao. Bwana Mungu amesema wabarikiwe watu wangu Afrika. Wako hapo wanaobarikiwa jioni ya leo? Bwana wafanye kuwa baraka. Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie wewe ni baraka. Oh my God, si tuko habari ya kubarikiwa. Wewe ni baraka, na sio baraka ya kijiji, sio baraka ya mtaa, ni baraka kati ya dunia. oh! tunavuka kiwango cha baraka ya familia, tunavuka kiwango cha baraka ya nchi, tunaenda kwenye kiwango cha baraka ya dunia. Wako wapi watu wachache hapa ambao wananielewa sawasawa? Hatutaomba kubarikiwa, tunaenda kubariki. Kusudi la kuwepo, essence of purpose. Wako wapi wanaosema nabarikiwa kiwango cha kufanyika baraka? Ninataka jioni ya leo ondoka kama mtu ambaye unaenda kubariki dunia, sio kama unaenda kubariki kijiji. Ha, oh my God! Tembea kama mtu unayebariki dunia. Vaa kama mtu unayebariki dunia. Furahi kama mtu unayebariki bariki dunia. Imba kama mtu unayebariki dunia. Hubiri kama mtu anayebariki dunia. Omba kama mtu anayebariki dunia. Wako hapo watu wachache hapa. Fanya biashara kama mtu anayebariki dunia, uwe na life discipline kama mtu anayebariki dunia. Na mimi ninawatuma ninyi wote kwa mamlaka niliyopewa na jina la Yesu na kwa mamlaka niliyopewa na kanisa ninawatangazia na ninawatuma nendeni, mkaibariki dunia. Oh my god, wako wapi watu washindi hapa? Wangesema amino Nenda ukaibariki dunia, nisaidie kuatikisha watu wawili watatu, waambie nenda ukaibariki dunia, mwambie nenda, nenda kaskazini, kaibariki dunia. Nenda mashariki, ukaibariki dunia. Nenda magharibi, ukaibariki dunia. Ninahubiri kama mchungaji ninaye ninayebariki dunia, sihubiri kama mchungaji wa Kijicho Nyama. Sintaka niishi kama mchungaji wa Kijicho Nyama. Ninaibariki dunia kwa jina la Yesu. Washindi wangesema amina, piga makofi ya shangwe. Ni mchungaji wa Kijitonyama kwa Alimaua, na huo mtaa wa pili hapo unaitwa mtaa gani? Kwa Mtogole. Kutoka Kijitonyama kwa Alimaua, kutoka Mtogole, lakini tajeti yangu ni dunia. He, mahali ambako ninafikia wako wapo watu wanaosema from testi to testimony. Haya, ya piga ya, ya, ya, ya, ya, vigelegele vinavyoeleweka sihitaji kutokea Washington DC, sihitaji kutokea New York, sihitaji kutokea Berlin China. From Kijitonyama kwa ali maua, pamoja na ki, na kwa Mtogole, lakini dunia lazima itikisike hapa esi I am speaking now, mataifa zaidi ya mia moja na hamsini na mbili duniani kote wanapokea gospel, dunia nzima. Oh! halivyo mchungaji, ndivyo na washirika wake na kondoo zake, watakuwa wako hapo. Watu wanaonielewa hapa, wanaotembea na upako wa dunia, nasema pokea, halafu piga makofi Yesu asikie. Haleluya! Yeah! Na uzao wa tumbo la wanawake hawa wamebarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Mama, uzao wa tumbo lako umebarikiwa, watoto wako wamebarikiwa, sio watoto unaoangalia kama waukoo. Hawa ni mali ya dunia kwa jina la Yesu. Bwana amesema watabariki dunia, wa... wow, oh my God! Wako hapa wanawake wanaoweza kumpigia Jehova na vikelekele vya shangwe. Piga, Yesu asikie. Haleluya! Saa ikifika nayo ipo, na sasa ipo. Saa imefika, na sasa ipo. Kutoka hatutoki robo, kutoka hatuachi kitu, tunatoka kabisa kabisa. Tunatoka kabisa wako wapi watu wanaonielewa? Kutoka kwenye, kwenye umasikini, sema kabisa kabisa kutoka kwenye dhiki, kutoka kuonewa, kwenye magonjwa ya kansa, kwenye maroho ya lana, kwenye akili mbovu, kwenye magonjwa, kwenye umasikini, kwenye, u, u, kwenye ufukara. Tunatoka kabisa kabisa, tunatoka kabisa. Wako wapi watu wanaonielewa hapa? wangepiga makofi ya shangwe wangemshangilia Jehova. Ni muda <coughs> wa kuchukua nafasi yako <coughs> katika meza ya HW <HW, tos> kuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi.